Jambo la pili, yani kuna uvumi unatokea mara si kafala mara si nini. Yale yote ni maneno ya watu na ni uvumi wa watu, ndio maana nikasema, jambo lolote zuri unapolihitaji, jambo lolote zuri unapolihitaji, jaribu kuonesha nia. Ukisikia maneno ya watu, huyu akasema hichi, huyu akasema hichi, unaweza usifanikiwe na unaweza usifikie yale malengo yako. Lakini ukiamua kufanya wewe, ingia wewe kama wewe, usisikie yule anasema, yule anasema, pana ingia wewe kama wewe uone. Eh bwana mambo vipi? Tupo na big man hapa, kijana ambaye amekuwa trending sana kwa kuwasaidia watu misaada mbalimbali ikiwepo na fedha, lakini umaarufu wake umeonekana pale ambapo watu wana weka picha zake ambazo alikuwa anauza mayai, lakini wanaweka na picha zake ambazo alikuwa anagawa dolari. Tunaita dolari au salari kwa lugha maarufu. Tupo naye hapa na ameshika hizo dolari ambazo yeye huwa anagawa, anadai kwamba hagawi shilingi. Tupo naye hapa, tukwenda kujua historia yake, maisha yake yameweza kubadilika vipi kwa ghafla mpaka sasa hivi kutoa misaada mbalimbali kwenye jamii kwa watu ambao hawajiwezi. Amekuwa na mchango mkubwa. Ee bwana, mambo vipi? Poa poa vipi? Mimi nafikiri leo tumekunasa, e, ana ni kweli leo tumekamatana. <laughs> <laughs> Bwana, kwanza mm, ningeanza kwanza kujitambulisha. Wengi wanakuita big man eh, kabla ya kujua hata historia ya jina lako, lakini tufahamu mambo kadhaa kuhusiana na utajiri wako. Kwa majina watu wanakufahamu kwa majina gani maarufu mtaani na kwenye kazi zako mbalimbali mbali? Mimi Ali, maarufu kama big man, kwa sababu hilo ndio jina ambalo wengi wamezoea kuniita, lakini wao ndio walionipa, sio mimi wameniita. Kwa sababu ya vile ninavyofanya kwa watu, ndugu jamaa pamoja na marafiki, ninachokiamini ni kitu kimoja, yaani kwenye kitu chochote Mwenyezi Mungu akikujalia kitu kidogo kidogo, hebu jaribu kurudisha fadhila na kwa wale watu wengine ndipo mafanikio yako na mengine yanakuja, baada ya watu kukusemea vizuri, kukuongelea vizuri, na ndio maana hata unavyonitafuta big man, big man, kwa sababu umenisikia watu wakiniongelea kwa uzuri, si kwa ubaya watu wamekuwa wakiona mpaka magari yako kama watu walikupa, lakini mpaka gari zako umeandika big bigman. Ah, ni jina ambalo na wewe umelipokea, unalipenda, na umewishi kwenye biashara zako kuliwe. Naam, nimelipenda na nimelipokea nime, kwa sababu mimi naamini kitu kimoja, yaani kama watu wengi wamesema wewe, nani ukatae? kama watu wengi wamesema wewe nani unakataa? Kwa hiyo ndio maana hata mimi sikuweza kulikataa, nikali appreciate nikalipokea, na ndio maana kila unapopita unakuta nimeiweka big money, big money big money, kwa sababu watu walinipa nikapokea. Mwisho wa siku lazima na mimi nirudishe fadhila. Ndo kama unavyoona kwamba tanikutani kwa kusaidia watoto yatima wasiojiweza, wale ambao na mimi nilikotokea huko, kutoka kwenye kuuza mayai kwa lazima, nikiwaona na wao lazima niwaguse mkono kwa sababu mimi nilitoka huko. Kwa hiyo kile kidogo nilicho nacho lazima na wao pia wakipate. Watu wanakejeli, hebu tuzungumzie biashara ya mayai kwa ufanisi wa ulivyofanya mpaka sasa hivi kufanikiwa, ni mayai haya haya au kuna siri nyingine ambayo imekuweza kufikisha hapa? Mm, cha kwanza mimi naweza nikasema ni kuheshimu chochote unachokifanya. Inawezekana kana ni mayai haya haya lakini kubwa kuliko mtu yote cha kwanza unatakiwa ujiamini. Hicho ndio kitu cha kwanza unatakiwa kujiamini. Alafu kisha jiamini amini kitu chochote. Mafanikio yanakuja kama wewe utaamua kujiamini, ukaamua kujitoa, mafanikio yanakuja. Hata wewe hapo saa hizi ukiamua kujitoa, ukaamua hapo saa hizi. Ah, kaka nakwambia mafanikio yanakuja hapo hapo ulipo. Yaani mafanikio nayo wewe. Wewe ndio hujataka kuamua. Hebu tuzungumzie kidogo siri ya mafanikio, namna ulivyoweza kuvuka mpaka ukaweza kufanikiwa, lakini hii itakuwa faida ya mtazamaji anayesikiliza kwamba namna ambavyo wewe ulijitoa kutoka kuuza mayai mpaka kufikia sasa hivi umekuwa maarufu, unaitwa Mr Big Man. Tumeona baadhi ya sehemu ambazo umekuwa ukienda ukishea chakula na watu ambao ni watu wa chini sana, na ukiwasaidia dolari, na umekuwa ukizungumza kwenye klipu mbalimbali kwamba huwezi kumsaidia mtu kumpa shilingi, unampa dola. Na umesema kuanzia dola mia mia. Kwa mtu anayekutazama hebu tuzungumzie namna gani uliweza kufikiria na kuweza kuwasaidia watu wao na kuwapa dola mia mia, na watu watakiwa leo kitu kimoja Yani kitu kizuri wanasema waswahili na wazee wa zamani walikuwa wanasema kitu kizuri, kuna muda, usipende kumwomba mtu samaki, mwombe akufundishe namna ya kuvua samaki, meelewa. Kwa mimi kuna watu nakuja na kaa nao, hii nasema ni kwa niaba ya watu ambao wanaangalia wananitazama nasema kwa niaba yao. Kama watakuwa ni watu kujifunza, wana uwezo wa kujifunza. Kama watakuwa si watu kujifunza, wanaweza wasijifunze. Lakini mimi ninachokiamini ni kitu kimoja. Umeniuliza kwamba, yani kutoka kule mpaka hapa nilipo, kitu cha kwanza ni kujiamini, alafu kitu cha pili, ukitaka kufika hapa nilipo mimi, maamuzi yako kwenye mikono yako. Ukitaka kufika hapa nilipo mimi, maamuzi yako kwenye mikono. Mimi siwezi kusema, ila anachoamini nimesema, ukitaka kufika hapa nilipo mimi, au kaamua kufanya hichi, kila kitu kinawezekana kila kitu kinawezekana, ila mimi msaada si nitaacha kutoa, si nitaacha kutoa, lakini watu watakiwa ile kitu kimoja, kufika hapa nilipo mimi ni kuamua tu. Uh, ni changamoto gani ambazo kipindi unauza mayai na ulikuwa unataka hizo changamoto ziweze kuisha na ndoto yako ifikie, ni wapi ambapo ulikuwa unawaza kipindi cha nyuma mpaka sasa hivi ulipofika? Kwanza katika kitu ambacho mimi nilikuwa, changamoto ni nyingi. Cha kwanza changamoto ni nyingi, lakini matamanio yangu mimi, sio matamanio yangu mimi naamini na, na hata ya wenzangu, sio tu kuuza mayai. Naamini wauza mayai sio, wauza kuku sio, boda boda sio, bajaji, naamini kitu kimoja, kila mtu anatamani kufika hapa nilipo mimi. Hata mimi pia nilianza kutamani kufika hapa nilipo nilianza kutamani hapo kufika hapa nilipo ndio nikaanza kwanza kuonyesha juhudi. Kwa hiyo ili ufike hapa nilipo mimi, cha kwanza onyesha juhudi na nia, utafika hapa nilipo mimi. Kwa hiyo changamoto hata kama zitakuwepo, lakini cha kwanza unatakiwa ujiamini, afu onyesha juhudi kufika hapa nilipo mimi. Hayuko mtu ambaye anatamani kutembea kwa mguu, hicho ni kukuhakikishia. Hayuko mtu anayetaka kutumia Tanzania shillings, kila mtu kuna muda anatamani kutumia dola. Ulimwengu sasa unakwenda huko, lakini sasa ili ufikie, onyesha juhudi Kufika hapa tuliko sisi, kuonyesha juhudi. Watu wanakuzungumza kwamba mali zako pamoja na wewe ni mali za kishirikina, amini chama cha Freemason, lakini sisi hatuna uhalisia, ila tunaona wewe, tukuulize, utupe uhalisia juu ya maneno ya watu wanayosema kwamba wewe unajihusisha na chama cha kishirikina au chama cha Freemason. unazungumziaje kuhusiana na hilo? Mimi naweza kusema kitu kimoja, unajua sisi wa, wa Afrika, of course, au sisi wa Tanzania tunashindwa kuelewa kitu kimoja. Unajua, kitu chochote unapokiongea lazima uking'amue. Unaposema Freemason, kwanza unatakiwa uelewe kile ni chama cha wajenzi huru. Sasa kama ni chama cha wajenzi, hebu jibu swali wewe, stori za kuzungumza kwamba upo kwenye hicho chama, ni kweli au sio kweli? Ndio maana nimesema nini maana Freemasoni cha kwanza ni mjenzi huru sawa, wajenzi huru. Wewe ni Freemasoni au sio Freemasoni? <laughs> Uh, umenifurahisha sana, umenifurahisha sana. Mimi narudia tena, chama chochote cha wajenzi huru hata wewe pia unaweza kuwa ni mjenzi huru, maana wewe upo kwenye hicho chama cha wajenzi huru. Ndio maana nimesema chama chochote cha wajenzi huru, hata wewe unaweza kuwa ni mwanachama halali wa wajenzi huru. Baadhi ya watu wanasema kwamba ndugu zako mpaka za sasa hivi wanatumia hizo mali zako, hawajui kama wewe ni Freemason. Je, hazina madhara yoyote ambayo yatawapata? Hakuna madhara yoyote atakayowapata. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili Yani, kuna uvumi unatokea mala sui kafala mala sui nini. Yale yote ni maneno ya watu na ni uvumi wa watu. Ndio maana nikasema, jambo lolote zuri unapolihitaji, jambo lolote zuri unapolihitaji, jaribu unapoli kuonesha nia. Ukisikia maneno ya watu, huyu akasema hichi, huyu akasema hichi, unaweza usifanikiwe na unaweza usifikie yale malengo yako. Lakini ukiamua kufanya wewe, ingia wewe kama wewe, usisikie yule anasema, yule anasema pana ingia wewe kama wewe uone. Ingekuwa kwamba huku si kafala si nini na nini basi, hata sisi ndugu zetu wengi wangekuwa wamepotea, wengi wangekuwa wamefariki na wengi wasingekuwa na enjoy. Ndio maana hela zetu, yani hela zangu mimi, wanaenjoy ndugu zangu, marafiki zangu na watu wengine, kwa sababu ni hela halali kabisa. Unawaambia nini vijana ambao wamekuwa wakizungumza mambo wanakaa mitandaoni eh? zaidi wanakuwa wanazungumza lakini ukiona... Mimi jambo la kuwaasa vijana, kitu cha kwanza wanatakiwa, moja, kijana anatakiwa kujitambua, hicho ni kitu cha kwanza. Lakini pia kijana anatakiwa kuelewa, yaani ukikaa ukasikiliza neno moja, moja, moja unaweza usifanikiwe, lakini kijana amua kutoka sasa, yaani jambo la muhimu anatakiwa kuamua kutoka sasa hivi, aamue kwamba sasa anaamua kufanya na kuhakikishia mafanikio kwenye mikono yako bwana. E, huyo ni Mr. Big Man. Eh atuokote hapo kwanza. Lazima uokote. Moja moja tu hesabu kabisa moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, na tisa, kumi. Natosha kwa leo. Hii hii hii hii, kwa, kwa, kwa shilingi ni kama shilingi ngapi? Hebu piga kwa hesabu ya kimaskini fanya kwamba laki mbili na arobaini mara kumi. Wano umetisha sana fanyu vula kimbili eh, na arobaini mara kumi bwana, huyo ni Mr. Big Man anapiga naye stori.